Hapa nitakuletea namna ya kupunguza appetite ya kula, lakini kwenye chaneli yetu ya YouTube Clinic tumeweka video hii kwa urefu kabisa na kwa ufafanuzi mzuri. Namba moja, hakikisha unakunywa maji aa, kabla ya kula, kwa sababu mwili wako unachanganya kati ya kiu na njaa. itakusaidia kupunguza appetite. Namba mbili, ongeza protini asubuhi. Asubuhi unapokunywa unapoamka asubuhi, basi protini iwepo pale, yai iwepo, yogati iwepo, maharage ni mazuri sana lakini pia kula fiber nyingi. Kuna mboga mboga za majani kuna papai na apple nzuri sana zimekuwa zikisaidia kuondokana na changamoto hiyo. Epuka sukari asubuhi, unapoamka asubuhi, chai ya sukari epuka nayo, vitu vyote vya sukari epuka nayo. Kunywa green tea na tangawizi ni nzuri sana. Kula kwa ratiba, kukosekana kwa ratiba inasababisha wewe kuweza kuwa na appetite mara kwa mara, lakini pia pata usingizi wa kutosha, hiyo yote itakusaidia wewe kuweza kukosa appetite. ya kula tuambie hapo wewe ukitaka kukosa au ukifanya nini ua? Unakosa appetite ya kula, wasiliana na Dr. Jimmy kama utakuwa na changamoto yote ya kiafya, karibu.